Aisee, poleeni sana jamani. Poleeni sana, poleeni sana. Poleeni. Mnaendeleaje hapo? Eh. Mnaendeleaje? Pwema. Poleeni sana kwa msiba. Asanteni. Eh. Poleeni, poleeni sana. Eh, sana. Eh. Lakini? Amefariki leo ndugu yetu. Unaendeleaje lakini? Amefariki leo ndugu yetu. Juzi. Anaenda kuzika. Poleni sana bwana. Poleni. Asante. Jamani poleni sana. Asante. Eh. Haya. Asante. Habari yako bwana? Poleni sana eh. Asante. Wani, wa Bwana Yesu asifiwe, tumsifi Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu ni wa milele sindio? Jomana kamwene, jamani, nilikuwa napita hapa natoka kwenye ziara Kalenga, lakini nilipokuwa nakwenda nikaona msiba. Sasa, kwa sababu kuna watu walikuwa tayari wananisubiri kule, nikaona nipitilize kwanza, lakini nikaona ni busara wakati narudi nipite niwapeni pole sana kwa kufiwa. Poleni sana kwa kufiwa na tunaomba Mungu awe mfariji mkuu kwenye changamoto hii. Wafiwa wote mlioko hapa, kwa kweli tunawaombea moyo wa faraja, Mungu awasaidie mweze kumzika salama ndugu yetu, lakini na sisi tunawaombeeni kila laheri pia e, na kila anapofariki yoyote kati yetu, ni Mungu anakuwa anatukumbusha kwamba sisi wote ni wasafiri na wakati wetu pia utafika, kwa ni niwape pole. Msiba hauzoeleki hata ungefiwa mara ngapi, msiba haufanyi nini hauzoeleki e. Kwa hiyo kwa kawaida watu wanapofiwa wanahitaji kutiwa moyo tu, hata kama watafiwa mara ngapi. Wamefiwa sana bwana ah, tuache hapana. Watu wakifiwa kila siku maumivu ni mapya kwao, na sisi tunaamini leo mnapitia maumivu magumu sana. Kwa kama mkuu wenu wa mkoa wa Iringa, nimeona ni busara nisimame niwapeni pole kwa msiba wa ndugu yetu, Mungu amrehemu, na wapeni faraja kwenye kipindi hiki cha uzuni na simanzi, lakini pia nichukue fursa hii kuendelea kuwahamasisha umoja na mshikamano kama mlivyojitokeza kumsindikiza mwenzetu, tuendelee kujitokeza kuwaunga mkono wananchi wenzetu wanaopata changamoto kama hizi. Sisi wote tunahitajiana, hakuna mrefu wala mfupi kwenye mauti, hakuna tajiri wala maskini kwenye mauti, hakuna maarufu wala dhaifu kwenye mauti. Mauti yanapokuja yanapita kila nyumba bila kujali huyo anayepitiwa ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo moyo wa upendo na matendo mema ni silaha muhimu sana katika kujiandaa na safari hii ambayo kila mmoja ataipitia. Mwisho kabisa, niwatakieni kila laheri. Nimeambiwa baada ya chakula mtaanza taratibu za mazishi. Niwatakieni kila laheri, ratiba hiyo iende salama na muweze kurudi salama majumbani pia. Lakini pia niwaombeeni afya njema, Mungu azidi kuwabariki na kuwatunza, awapeni kibali katika mipango yenu na awasaidie mambo yenu yaende vizuri na katika hayo yote pia tuhakikishe tunawalea watoto wetu, wanasoma vizuri, wanakula vizuri, ili wawe na afya njema. Sawa, ndugu zangu, na Mungu pia akitubariki, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, wale watakaobarikiwa wakawachague viongozi wazuri watakaotusaidia kutumikia taifa letu na kutuhudumia kwenye maeneo yetu. Tunahitaji kuwa na viongozi watusaidie kusimamia mambo mbalimbali. Baada ya maelezo haya, ndugu zangu, nimefarijika sana kupata nafasi ya kuwaona. Niwapeni pole sana kwa msiba. Isingependeza kuona ninapita ninarudi kana kwamba siwaoni, ingekuwa haina maana kabisa. E, na mngeshangaa huyu jamaa anajiita mkuu e, wa mkoa anatupita tu hapa alafu kesho akija anatuita kwenye mkutano. Hapana. Kwa wale ambao hatujakutana, hatujafahamiana, mi naitwa Kheri James. Kheri yes. ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Kabla ya kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa nilikuwa mkuu wenu wa wilaya ya Iringa, na jina langu ni jepesi tu hilo, unaweza kuchukulia mkopo kabisa jina oh, jepesi kabisa ni Kheri James. Ukisahau yes. Okay, nakumbuka tu, heri wenye moyo ndiyo sisi. Sasa jamani Mungu awabariki sana na wapeni pole sana kwa msiba. Asante, nashukuru sana, sana. Asanteni poleni sana jamani, ay, ay. Sana. Sana ni wakati ambao tunaelekea kwanza ibada. Poleni sana sana eh. Kina mama poleni sana. Msiba nikasema nisimame niwasalimieni poleni sana kwa msiba. Mungu amrehemu ndugu yetu, lakini awafariji kwenye kipindi hiki cha huzuni na simanzi, asiwapungukie kwa lolote. Mungu awabariki sana na asanteni sana pia, poleni sana ndugu zangu. Haya, niwatakieni wakati mwema. Amina, asante, asante sana. Haya. Ah, jamani, asanteni sana.